Daktari anana kuambia aje, toka nje, toka toka huko nje! Wewe mwanaume gani una mikoja kila siku huko ndani, mikoja haiishi kila siku unakoja. Haya, hivi wewe unionee hata huruma? Mimi mikono ina utasugu uja ni wako kuja kufua mikoja yako, bwana. Usinioge, usininyamazishe, usini tena oa. Ah, sema nini sisteri, yani maisha ya kweli kwenye moja na mbili tatu. Si unajua ile, mimi kaka yako mwizi, yaani mimi mwizi, yaani mikonki, yani nimeshindikana lakini dada yangu wewe kwa uchawi? Ah, wewe kigagula, dada yangu yaani, sikupingi respect hapa. Yani, si unajua ile, yaani mi sikupingi. miaka buku, shauri yako, utauponza majirani. mwanaume mzima anajikojolea wemba, nakwambiaje? Leo unatoa mikojo yako na unafua mwenyewe, unikome. mi mtoto wa mwanamke mwenzenu. Hey! Nimechoka mjumbe, si tuna tuna shida mm, tumekutana na Agi njiani, mdogo wangu huyo akaanza kujibizana na Agi kidogo, ghafla am, amekata kauli, alafu unapomona mdogo wangu hapo haongei. Sa iatusaidiaje? Si, mjumbe wewe unataka kuniambia aji yupi? Aji huyu mtoto naye mjua, mimi huyu mtoto mdogo mdogo, au aji yupi? Aji yule aji ule mtoto mdogo yule, aji wapo chini chini hapo? Ndio, ndo hiyo nashangaa, mdogo wangu amekata kauli, haonge hapa, anapata shida mdogo wangu sasa, sium watusaidia vipi mjndowi? Tumekuja kwako na tatizo. Ni nini mjumbe, kijumbe cha mtawe, nimekuja hapa kwa lengo hili moja, naomba umfuate huyo yangu na asipoitoa hapa ataenda kuitoa mahakamani. Wanaume gani anajikojolea kuto nzima, anajikojolea lakini nini? Usinyamazishe jume, usinyamazishe shooyangu. Unaijua mi nimechoka, kwa nikoje? Jamani, niongeaje? Naomba umwambie huyo mba mwenzio anipe talaka yangu, asiponipa kwako tutapeana mahakamani. Shwai ninyi jamani. Huu mtaa eh? hivi eh? mtaa una, una, una matatizo gani jamani, mbona mtaa mimi unanichanganya, mimi sielewi. katika huu mtaa Mungu ana anatakiwa aje akae chini tu aeleze shida yake, mimi kama mjumbe niangalie jinsi gani ya kumsaidia. Sasa huyu umeona navyonipokea, huu mtaa una nini? mbona kila kukicha matatizo jamani, huu mtaa una unafanya mpaka nitamani hata niame huu mtaa jamani. Vipi kakaangu, umenipenda yani? Unavyoniona hapa, hata mume sina yani. Niangalie kwanza, mi najua kitu kama wewe eh. Kaka upo smart, wewe handsome, nami mwenyewe nilikuwa nataka nipate bwana wa kutamba naye hapa mtaani na hatimaye nishampata. Naambie kakaangu, vipi? Hapana dada, samahani, sivyo jambo la mahusiano hmm kunisimamisha hapa najua ushanipenda tayari ushanipenda tayari. Weongea tu, kama vipi tuondoke wote yaani wewe, tukua free hapa mtaani. Mtaani kote hapa wananijua mimi Vuvuzela, sina bwana, sina mume, ndio kwanza kibinti kidogo, mbichi kabisa. Naambie kakaangu, vipi hapo? Samani kwa usumbufu wa kusimamisha, mi ni mgeni katika ile eneo sasa, sijajua maana nabahatisha nikuja muda ile eneo na no, kuna njia. Una akili kabisa, una akili mi nikajua, basi nimepata, nikajua nimepata bwana wa kutamba naye mtaani, kumbe bole. Kwa hiyo kunisimamisha hapo umeambiwa mi trafiki. mi trafiki. mi sio trafiki na sijatoka kwangu kuelekeza watu njia, ukome, tafuta trafiki. We kaka vipi, mi nikajua mjanja, kumbe boye atu muone mzula ule Aji, huu mbuni wakwako, hawa marafiki zako wamenifata kwangu, nilikuwa nimetulia huko, wamenifata kwangu na wakanielezea tatizo lao, wanasema shida ni wewe, tangia Tatu kakutana na wewe Aji. Mkazozana huko barabarani, mpaka sasa hivi unayoongea mimi na wewe hapa, huyu mwenzako tatu hana kauli. Yani unavyomuona huyu ni kama bubu, aongei kabisa. Yani umemkata kauli yote, umeibeba wewe. Hivi Agi, kwa nini wewe umekuwa ni mtu wa matukio matukio? Eh, kwa nini umekuwa ni mtu wa matatizo matatizo matatizo matatizo kabisa? Kwa nini? Hebu fikiria, tumekaa hapa sisi tangiani, tuko hivyo mpaka leo, na wazazi wako na ndugu zako na baba yako, hatukuwahi kuona hata siku moja baba yako wala mama yako kufanya matukio kama hayo uliokufanya wewe. Kwa sababu wewe sio wa kumkata huyu kauli akaacha kuongea, kwa sababu nyinyi ni wasichana, watu kwanza wadogo kabisa, ni watu wa kusaidiana, ni watu wa kupendana, mwisho kwa upendo na maisha ya mengine yaendelee. Lakini yona leo hiyo anashindwa kuongea, anashindwa kuzungumza mpaka huyu ndo amzungumzie. Tukiuliza miani agi, kwa nini tatizo ni nini agi? watu wengi hapa mtaani wanajua mimi ni binti mdogo sana lakini mimi ni mtu mkubwa na nina uwezo mkubwa kuliko wao wanavyofikiria. Mjumbe, huyu binti tantalila, tantalila nyingi, mdomo mwingi, umbea. Ndio mwisho hapo umefika. Sasa mimi nikaona ngoja nimpe hilo pigo ili akumbane nayo basi. Tuomba msaidie, msaidie, maana wao wamenifata mimi huko. Tatizo lote anasema ni aji. Basi aji, msaidie mwenzio, huo mdomo bibie, huyu ataacha huo mdomo, msaidie. Sawa mjumbe, mimi nimekuelewa. Kwa niaba ya mjumbe, nakurudishia kinywa chako lakini siku nyingine ukirudia, utauponza zaidi ya hapo. Saidie, saidie. Ah, dada naongea. Bahati yako isingekuwa mjumbe, nisingekusaidia. Acha mdomo mwingi, acha tantalila tantalila nyingi. Acha umbea, fata ya kwako, siku nyingine utaupunza mbwayo. Vuvuzela, nimekaa nimefikiria, imenipasa tu nikubaliane na ombi lako. Ombi gani? Te, unanizalilisha sana, lakini nakupenda, ila sina namna Hey. A -a, watu wanatafuta asubuhi asubuhi, wewe mbwa. Mimi nimekwambia na shida na taraka, nimekwambia na shida na taraka. Au ulijua siku utanioa utaniacha baba? Hapa umechunda. Tena Umechunda kisawasawa. Sawa eh, kama umekutana na mara zako huko kwa jua naenda kumfukuza vuvuze ya nyumbani ili nije nikae na wewe, umemdanganya mtu huko. Sasa hapa umechunda, tena umechunda kisawasawa. Baba angu upo, siachiki kirahisi Nimeaga kwa babangu na mama wangu. Wewe ndo mume wangu, mwili mmoja mi na wewe, hatuachani hapa leo mpaka ahera. Upo tena? Nakwambiaje ukome, na iwe mwanzo na mwisho hapa. Achiki mtu mi ndo mtoto wa Kinyaru. Upo? kama umekaa huko na mbwa wako huyo, umesema unaenda kumpa taraka. Bubuzela hapa kwangu ndio umedunda? Sipei taraka. kama unakoja sikwambie, mimi sikwambie kama unakoja, usiambie ukweli, ndio ishakwambia. Na taraka sipokei, na tena vuruguru zangu unazijua. Usisababishe mtaa mzima hapa nika, nikawaita jamu hapa, sawa eh? huu nipi taraka hapa. kama wewe mwana umekweli niletee ndani, mbwa wewe.